Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya pili, omba Mungu akutie nguvu. Omba Mungu akupe nguvu, na tunaongozwa na neno la Mungu katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4, mstari wa 13 Anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya kipindi hiki, mtumishi wako anayenitazama, anayenisikiliza atayaweza mambo yote katika wewe unayemtia sante, kwa sababu ya neno lako hili ni kweli limehakikishwa, ni mamlaka isiyokosea na ufalme usiotikomeshwa. Na nakushukuru sana, na ninakui pokea sifa na utukufu na shukurani. Ama ndugu mtazamaji wetu, katika sehemu iliyopita tuliona kwamba ukimtaka Bwana na nguvu zake, ukimtaka Bwana, Bwana akija ndani yako anakuja na nguvu zake kwa hiyo leo tunaendelea na sehemu nyingine. Akishakuja ndani yako, katika hii sehemu ya pili, omba upewe nguvu. Anakutia nguvu ya kuweza kufanya mambo yote ambayo kibinadamu yanaonekana ni magumu, na ndiyo mwelewe katika lile neno la Yeremia 33:3 anavyosema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa mambo makuu mambo magumu usiyoyaweza na usioyajua. Na tukijua hivyo kwamba tunaweza hayo mambo, na tuamini kabisa ya kwamba yapo mambo Mungu anakwenda kuyafanya. Tukiamini kabisa, yapo mambo Mungu anakwenda kuyafanya, basi sio sisi tunayafanya, tutasema ni Mungu anafanya, kwa sababu amesha sema utayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Yupi aliye ndani yako, ambaye ni Yesu, na aliye ndani yako ni mkuu, tena ana nguvu. Kwa hiyo no matter what, haijalishi unapitia nini, kubali kumwamini huyo aliye ndani yako, ni mkubwa kuliko mume. Kubali kuamini huyo aliye ndani yako, ni mkubwa kuliko baba yako. Kubali kuamini huyo aliye ndani yako, ni mkubwa kuliko mtu yoyote duniani, ni mkubwa kuliko mwanajeshi yoyote, ni mkubwa kuliko vifaru vya vita ni mkubwa kuliko magari, ni mkubwa kuliko kila chochote ambacho nitakutisha, yeye ni mkubwa kuliko hicho kitu. Muone Mungu na umweke katika nafasi ya kwanza, utavuka katika hilo kitu. Kwa nini? Mungu amesema katika neno lake la Zaburi ya ishirini kwanza ule ngoja tusome Zaburi ya ishirini lakini inazungumza vitu vizuri sana, anavyosema kwamba hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi lakini sisi tutalitia jina la Bwana. Hawa wameinama na kuanguka, lakini sisi tumesimama na kuinuka. Zaburi ya ishirini. Jifunze kuwa na biblia yako. Zaburi ya ishirini mstari ule wa saba anasema, hawa wanataja magari na hawa farasi bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu, wao wameinama na kuanguka bali sisi tumeinuka na kusimama. Mpendwa, angalia Bwana ana nguvu kuliko matatizo yetu. Kuna watu wanategemea magari, kuna watu wanategemea farasi wa kivita, lakini sisi tumtegemee Mungu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Mungu, ambaye Bwana ni tegemeo lake. Mtegemee Mungu na ukimtegemea Mungu kabisa utaona akikutia nguvu katika mambo mengi ambayo wewe huwezi kuyafanya bila nguvu zake. Na utakuja kushangaa kuna mambo yanafanyika, kumbe sio akili za kibinadamu ni akili za, ni akili, ni nguvu za Mungu zimeachiliwa. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya kumi na tisa mstari wa nane mpaka wa kumi na tano Eliya aliamka akala na kunywa akaenda kwa nguvu ya hicho chakula kitu kingine kinachotia watu nguvu ni kushiriki meza ya Bwana, mwili na damu ya Yesu Kristo. Unaona ule mtumishi wa Mungu anayeitwa Eliya alipitia mahali pagumu pa kutishwa na Yezebeli kwa maneno makali, Eliya akachoka ndani. Alivyochoka ndani, basi akaenda kakaa chini ya mretemu. Unaona Mungu akupitia malaika wake akamteremshia chakula cha kimbingu ambacho kilikuwa kimebeba. Kwa hiyo tumesema kinachotia watu nguvu saa nyingine ni meza ya Bwana meza ya Bwana. Ule mkate ukishabadilishwa unakuwa ni Yesu mwenyewe, kile kinywaji kishabadilishwa inakuwa ni Yesu mwenyewe. Mathayo 26 mstari wa 26, kusoma pale utaona sasa. Kama huo ushiriki meza ya Bwana, jitahidi sana ushiriki meza ya Bwana. Utati, utatiwa nguvu, ipo nguvu unaona. Elia aliamka akala na kunywa, akaenda kwa nguvu ya hicho chakula kwa siku arobaini ya, yani alipoamka akala mara ya kwanza alikula akal, na kunywa akalala. Lakini mara ya pili alivyokula na kunywa hakulala, aliamka akaenda kwa nguvu ya kile chakula kwa muda wa siku arobaini. Kwa hiyo ipo nguvu ya Mungu kubwa sana ambayo anakwenda kuifanya. Iachiliwe ndani yako. Na hiyo nguvu itakuwa ni kubwa. Itakufanya we upite mahali ambapo sio kwa nguvu zako, wala kwa uwezo wako. Sasa hebu tuangalie tena Zaburi ya ishirini na tisa Zaburi ya ishirini na tisa Tuangalie Zaburi ile ya ishirini na tisa mstari ule wa mwisho, Zaburi ya ishirini na tisa lakini kwenye mstari ule wa mwisho, Bwana Zaburi ya ishirini na tisa mstari wa kumi na moja. Bwana atawapa watu wake nguvu, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Kumbe Bwana anaweza kukupa nguvu. Kubali kwamba kuna mahali una udhaifu, akupe nguvu kama alivyompa Eliya. Bwana atakupa nguvu. Isaya arobaini na moja mstari wa kumi amesema tena, usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo haijalishi unapopitia, tunaamini kupitia kipindi hichi utaenda kutiwa nguvu kwa sababu Mungu aliye ndani yako sasa ataenda kukutia nguvu na atakusaidia katika unalopitia, na atakuvusha katika unalopitia, na atakulinda katikati ya mabaya yote. Bwana atakulinda katikati ya bwana mabaya yote. Ndugu yetu, popote ulipo, endelea kufuatilia vipindi vyetu. Hii ni sehemu ya pili inayosema omba Mungu akupe nguvu, na tunaamini kwamba ukiomba kupitia maandiko haya, tumia hata ile Zaburi ya ishirini na tisa mstari wa kumi na moja mwambie Bwana, umesema utawapa watu wako nguvu, naomba unipe nguvu katika hili na hili na hili, pasipo nguvu zako sitaweza. lakini hata mashakani uwe karibu na yeye. Mimi wewe, ni msafiri duniani, pa kukimbilia wewe hupaoni. Muombe Mungu akupe nguvu, na atakupa nguvu na atakusaidia na atakulinda na atakufunika, na kila hataki yoyote unayoiona haitaweza kusimama. Mungu atakwenda kukusaidia, Mungu atakwenda kukupigania, Mungu atakwenda kukutetea. Ninamwamini Mungu, haijalishi ni nini ambacho tunapitia lakini atatupatia watu wake nguvu. Kwa hiyo kama unahitaji nguvu sasa, omba Mungu akutie nguvu, lakini Roho Mtakatifu analetanga nguvu ndani ya mtu. Jifunze kuomba kwa kunena kwa lugha, nguvu za Mungu zitaongezeka ndani yako. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ule wa nane, inasema lakini mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu ninyi mtakuwa mashahidi wangu Yuda na Yerusalemu wote. Kwa hiyo omba sasa, kupitia matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa nane, mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu na mtakuwa mashahidi wangu Yuda na Yerusalemu. Sasa ukisoma katika neno hili ukaenda ukasoma tena katika kile kitabu cha Marko sura kumi na sita mstari wa kumi na sita mpaka wa kumi na saba mpaka wa kumi na tisa anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, kwa kila kitu cha kufisha kitawadhuru, lakini watasema kwa lugha mpya. Hizo ni ishara zitakazofuatana na wanaoamini. Ukishamwamini Yesu kuna ishara inaachiliwa yani, ambayo mojawapo ya ishara hiyo ni kupewa kunena kwa lugha na ukisha nena kwa lugha mpya unaongezeka nguvu rohoni. Kwani wa Korinto wa kwanza ile sura ya kumi na nne soma Korinto wa kwanza sura ya kumi na nne mstari wa kumi na nne anasema kwamba ukiomba kwa lugha, akili zako zinakuwa hazina matunda, lakini roho yako inaomba. Na unapoomba kwa kunena kwa lugha kwa muda mrefu, unaitisha nafsi yako, lakini nafsi yako inapata kutiwa nguvu. Kwa hiyo kuna watu wengi sasa wamekuwa wakiteseka, wanasema mimi nataka mtumishi, ni nipate nguvu, nipe nguvu. Mungu anaweza kukupa nguvu akakupa lugha. Ukaanza kunena kwa lugha nguvu zikaongezeka. Anaweza kupata, anaweza kukupa neno. Kama usomi neno la Mungu huwezi kutiwa nguvu. Kuna maneno ya Mungu, maneno ya Mungu yamebeba nguvu. Ipo nguvu. Na ukisoma kitabu cha Waraka, ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka watatu, hapo mwanzo palikuepo na neno. Naye neno alikuepo Mungu. Naye neno alikuepo kwa Mungu. Eh? Anasema ndani yake ndipo kulikuwa na nuru ya watu, ndani yake kulikuwa na uzima wa watu. Ndani yake anasema pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Unataka kupata nguvu, soma neno la Mungu sana, na ufunge na kuomba. Soma neno la Mungu sana alafu funga na kuomba. Utatiwa nguvu. Nena kwa lugha kwa muda mrefu, kwanza lisali moja, ili abavu inakuendelea. Kama hujanena kwa lugha, omba lisali moja, itia damu ya Yesu. Jiombe mwenyewe itia nafsi yako damu ya Yesu for one hour. Isali nzima uomba kwa kutumia damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu ina nguvu hmm? Roho Mtakatifu kubali kumsalimu, kubali kumuita, na yeye ataitika, na yeye atatusaidia. Na naamini kupitia ujumbe huu wa leo, ipo nguvu kubwa inaenda kuachiliwa juu yako. Omba kwa kumshirikisha Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, mimi siwezi kuomba naomba unitie nguvu. Atakutia nguvu katikati ya magumu. Kwa nini? Roho Mtakatifu pia ni Mungu, ni nafsi ya tatu ya Mungu, na kazi yake ni kutia watakatifu nguvu. Hata katika kipindi hichi kizito tunachopita, tuombe Roho Mtakatifu atutie nguvu, sawa sawa na Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane. Lakini usikubali kwamba unajua kuomba, kwa Warumi 8:26 inasema kwamba kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu udhaifu manake ni hatuwezi, mtu mdhaifu